E bwana uh, moja kati ya kitu ambacho kimewashangaza mashabiki mbalimbali mbali wa MC Pilipili ni post alioiposti mtangazaji wa Ayo TV Video Vidox, ambapo ameposti posti na kuandika, baada ya taarifa ya kufariki kwa MC Pilipili nilimpigia simu mkewe huyo unayemshuhudia, ndo mara ya mwisho MC Pilipili alifunga naye ndoa, na kwa mujibu wa dini yake ya Kikristo eh, tunafahamu taratibu zilivyo lakini depression ambayo alipitia kutokana na na post na comment za watu mbalimbali zilikuwa zinamfanya MC Pilipili atoke mara kwa mara na kuzungumzia swala hilo. Hilo tulieke kando kwanza. Lakini baada ya taarifa za kufariki kwa MC Pilipili, Video anasema alimpigia simu mkewe na ikiwa ni masaa yamepita toka kusambaa kwa taarifa za msiba ambapo kwa sauti ya masikitiko na majonzi alidai kuwa hana uhakika ila atamrudia mazungumzo yalikuwa ni kama ifuatavyo. Sasa, helo, habari mke wa Pilipili. Salama Vido. Mimi naitwa Vido, pole sana mama. Mke wa Pilipili akasema asante Vido. Tumesikia taarifa juu juu, tulitaka kufahamu zaidi. Mke wa Pilipili: sina uhakika, naomba nitakupigia. Akakata simu, akalia kwa uchungu. Video anatuambia hivyo. Baada ya hapo, akaendelea kupiga simu sehemu mbalimbali ambazo alithibitisha taarifa hizo na kusema kuwa mke wake alikuwa hajui toka saa tisa rasiri. Moja ya mdau alimweleza hivyo Video. Lakini sasa, hebu tuachane na hivyo ambavyo Video wameposti koment za wadau mbalimbali kupitia social media, ambapo wameivamia posti hiyo ya Video wao. Bwana, wamefunguka kwa namna huyu Ameandika kwamba kwa uh, mara ya kwanza video umenikwanza kwa taarifa ambayo umetupa Pilipili na huyu dada washaachana, na kila mtu anaendelea na maisha yake. Huyu dada alitaka afanye biashara zake ili awe huru na alifurahia alipoachwa na MC Pilipili. Video umenikwaza. Huyu akasema ma-depression, uh, is real. Huyu kaka alikuwa hayupo sawa toka awe mbali na mkewe huyu anasema huyu kaka alikuwa hayuko sawa toka huyu anasema, MC Pilipili alikuwa hayupo sawa toka awe mbali na mkewe. Huyu anasema basi tu ni mwanaume alifia na kamba shingoni da. Huyu anasema amechangia bro kukonda. Huyu anasema nafikiri ni sababu mwingine. Anasema uh, hii picha ambayo umeposti video ilinichanganya, nikahisi kitu si kwa sababu ya yaliyotokea au kutafuta viewers, ila nilihisi na hisi, nafikiri hiyo picha aliyoposti video ambayo anaonekana akiwa kama mjamzito. Huyu anasema huyu dada atakuwa sababu, na uhakika jamani, wanawake sisi u alikuwa sio maarufu na hajulikani, ila Pilipili ndo alimfanyia tu mjue. MC Pilipili aliachana na mke wake, si walioachana au ndoa ya Kristo kuna kuachana. Video acha kutuongezea mawazo ya kuwaza tena, kama kaachwa na mimba. Weka picha nyingine ili tusiendelee kuchanganyikiwa. Kwani hawakuachana hawa? Ni moja kati ya maswali ambayo watu wanajiuliza, lakini kadiri muda unavyokwenda, nafikiri huyu dada atajitokeza na ku create the difference, na sidhani kama kuna mtu atakubali mtu afe bila msamaha wake. Kwa hiyo kama kuna namna vitu vitakuwa viko moyoni kwa huyu dada atafunguka, basi kipindi hiki ambapo tunaelekea kumsindikiza mzee wetu MC Pilipili, na sisi tutakuekea yote ambayo tutakukamatia na tutajitahidi tuwe front katika hili, ili upate taarifa sahihi. Asante na kwaheri.